Baada ya prosesi ya yeye kutangazwa kwamba amefariki, sasa hapo ndipo mwili wake huchukuliwa na kupelekwa sehemu ambayo kwamba inajulikana kama St Peter's Basilica ambayo kwamba ni e, basilika ya Mtume Petro. Anajulikana kama Mtume Petro, mwili wake unapelekwa pale kisha kupewa kwa nafasi ya siku kama 3 to 4 days. Yani siku tatu mpaka siku nne watu wapate nafasi ya kuweza kumzuru, wale walikuwa na maombi, ya kumfanyia maombi. Na kuna maombi rasmi ambayo kwamba hufanyika ambayo ni maarufu ya kikatoliki yanajulikana kama misa kwa wale ambao kwamba hawafahamu process hiyo, maombi yenyewe huitwa misa, ambayo ni maombi rasmi yanayofanyika ya kuweza ku, eh, kama kubariki, eh, the body of the deceased, eh, mwili wa yule aliyekwenda wa mwenda zake. Sasa, ikishafanyika maombi yale, kisha baada ya hapo sasa ndo anakuja mwili wake unachukuliwa kwa kiheshima na kuzikwa. Hadi kufikia mwaka 2024 kumekuwa na mapapa 266, n yani 266 mpaka kufika huyu aliyefariki, Papa Francis, ambaye kwamba anaombolezwa sasa hivi kifo chake. Kumekuwa na 266 wengine pops ambao kwamba wametangulia. Baada ya hapo wote wakiongoza the same system wakifata mfumo ule ule na katika miongoni mwa papa hawa, mmoja katika ambaye na, mmoja anayefahamika ambaye ni maarufu sana ni mtume Petro. Kuna ndoa kati ya Yesu na Maria Magdalena iliyofanyika, lakini ndoa hii inafichwa au kuna siri kubwa na sana sana. Hizi ni nadharia ni, ni conspiracy yani, hazijathibitishwa haijulikani ni kweli au ni uongo, lakini ni mmoja katika nadharia za ngano au zile conspiracy theories ambazo kwamba huzuka e, katika swala so zima la uh, ukatoliki au uongozi e, wa dhehebu la Kikatoliki. Kwa hivyo kuna ndoa ya siri e, au ndoa kati ya Yesu na Maria Magdalena ambayo kwamba inaaminika ilifanyika, lakini inafichwa. Na inasemekana vipi ilifichwa? Kwa sababu kuna kitabu hichi cha maarufu ambacho kinajulikana kama The Da Vinci Code au The Da Vinci Code au kwa matamshi ambayo mtu anaweza kayatamka yote. Kitabu hiki kinasemekana kwamba katika maandishi yake kilificha sana ndoa hii kati ya bwana eh, Yesu na Maria Magdalena. Hii ni fikra au nadharia tu, ni kama conspiracy imeletwa, lakini ukweli wake haujulikani. Ni kweli imefichwa hiyo ndoa, ama ni kweli ilifanyika au haikufanyika, haijulikani.